Baba yangu, yangu. Ninakushukuru nina kwa kwa ajili ya mfungo wa leo. Asante Bwana kwa, kwa kunipa neema ya kushiriki ibada hii ya kufunga. Nakushukuru sana Mungu wangu, maombi yangu yote iliyoyaomba atumaini katika wewe, utatenda jambo katika jina la Yesu Mungu liye hai, neema na rehema zako zikawe juu yangu, yangu. Ninakukaribisha Bwana wangu uendelee kutawala kwenye maisha yangu. yangu katika jina la Yesu, jina la Yesu. Tulia baba, namwombea kila mmoja. Asante kwa ajili ya watu wote walioko mahali hapa, watu hawa Bwana wameacha kila kitu wakasema wanajiweka watifu kwa ajili yako, na ukushukuru pia kwa ajili ya Ijumaa ya Alhamisi ya leo yataleza mwishoni za kumaliza mwezi wa tatu na kukusi upate kwa bariki ndani ya mwezi wa nne, achilia neema na baraka yako Roho Mtakatifu huku kiwazidishia heri na mafanikio, nachute kile ambacho mekiomba mahali hapa katangaza wakapokea